Uislamu ndiyo dini pekee duniani, mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Uislamu duniani ndiyo dini pekee, mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Ndiyo maana huko mbele ya safari duniani huku Ukimwona muislamu anakosea, tenganisha tofauti ya muislamu na Uislamu. Muislamu anaweza kuishi na tabia mbaya, lakini Uislamu haufundishi tabia mbaya. Muislamu anaweza kuwa mwovu, lakini Uislamu haufundishi uovu. Sa, misingi ya dini ya Kiislamu ni kumwandaa mwanadamu kuwa mja mwema, tangu hajapatikana mpaka inapatikana mimba yake, mpaka anazaliwa, mpaka analelewa, anakuwa mpaka naye anakuja kuwa kiongozi wa familia, ima baba au mama. Uislamu umetufundisha misingi ya tabia au malezi bora ya watoto yanatakiwa yaanzwe katika ndoa. Muislamu anapofanya maamuzi ya kuoa au anapofanya maamuzi ya kuolewa, anatakiwa atambue maamuzi hayo yana vipengele kadhaa mbele yake yana mambo yasiyopungua manne mbele yake. Unapooa mume mke, unayemuoa kwanza, atakuwa mkwe wa wazazi wako. Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Anapokuja katika ndoa, atambue thamani ya wazazi wako, kwa sababu kwa kuoa mke bora utapata radhi za wazazi, na kwa kuoa mke wa hovyo utakosa radhi za wazazi. La pili mke unayemwoa anatakiwa atambue kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, una haki za mola wako, na anatakiwa awe mstari wa mbele kukuhimiza juu ya kutekeleza haki za mola wako. Ajue kwamba wewe unahitaji kuswali. Upo wakati shetani atakupitia, utakuwa mvivu, yeye anatakiwa asimame kidete, kabla hujaacha hiyo muda wa swala kupita, ahakikishe umeswali yeye anatakiwa atambue kwamba wewe kila utakachokisimamia utakachokikusanya kuna haki ya, wa, ya mayatima, kuna haki ya wajane, kuna haki ya waliosilimu, yale mafungu manane ya watu wanaopewa zaka. Yeye anatakiwa ajue, asiwe mke anayeona mali kwenu, anafikiria kujenga kwenye familia yao anakusudia na anafikiria kuwasaidia ndugu zake, anakusudia kusaidia katika maisha yake binafsi, anawekeza zaidi kwake kuliko kuwekeza kwako. Mbele ya Mwenyezi Mungu, unapooa mke, mke anatakiwa ajue kwamba mke unayekwenda kumwoa ndiyo mama wa watoto wako. Kwa hiyo unakwenda kuoa mke unawachagulia watoto aina ya mama. Unapooa mke, unawachagulia watoto wako aina ya mama unayemtaka. Unaweza kuoa mke ukawataftia mama ukawatafutia watoto wako ma, mama malaya. Yani wewe mume, kuoa kwako kunaweza kuchangia kuwatafutia watoto wako mama malaya mama ambaye anakuwa ndio fundisho anakuwa ndio e, kitu cha kufanyia mazoezi ndio anakuwa mwanamke ambaye watoto wote wanaobarehe katika mtaa wenu wao wanajifunzia mapenzi kwa mkeo, mama wa watoto wako. Unaweza ukawatafutia mama watoto wako akawa jamvi la wageni hatembei na watoto. Lakini kila mwanamume wa mtaa akiamua kubadilisha ladha ya chakula, anaona ladha bora mkeo, yani mama wa watoto wako, ndio anakuwa jamvi la wageni mtaa mzima, wanajua mwili wa mkeo, mama wa watoto wako. unapokwenda kuoa Lazima utazame tabia za mke unayeoa, asiwe jamvi la wageni, asiwe punching bag ya mazoezi ya vijana wanaobarehe. Kuoa kunaanza kutengeneza tabia. Usioe mke ambaye ndani ya nyumba yako masaa 24 anasikiliza taarabu na miziki ya bongo flavor, hana muda wa kusikiliza Qurani wala hana muda wa kusikiliza hadithi za Mtume. Unaandaa mke ambaye atakuwa mama wa watoto wako mama wa watoto watakaopenda taarabu na bongo fleva. Wakiamka asubuhi ni taarabu, mchana bongo fleva, jioni R&B, usiku twist, jioni hivyo muda wote ya familia yako ni familia ya miziki. Unakwenda kuzalisha kizazi cha waimba muziki badala ya kuzalisha kizazi cha wanaomwabudu Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku, wewe ndio unakuwa huna akili, mwanao kwa sababu staa wa mziki wa bongo fleva, unajivunia kuambia watu, mwanangu ndiyo namba moja wa bongo fleva Tanzania. We mjinga, unasubiri kwenda motoni Alokuambia mwanao akiwa first one katika bongo fleva we umefai, umefaulu fil dunia wala akhera nani? We mjinga tu, we bwege, we fala. Zaidi ya yote hukujua malengo ya Mwenyezi Mungu kukuleta duniani ni yapi, wala hujui malengo ya Mwenyezi Mungu kumleta mtoto wako duniani ni yapi, hujui. Ndugu zangu Unapooa mke unakwenda kuwaandalia watoto wako mama, utambue hilo. Kwa hiyo maisha ya watoto wetu yanakuwa shadidi kutokana na maisha ya wake tulionao. Ukitaka kujua nyumba hii ni ya washenzi ama wachamungu, nenda omba kutembelea rafiki yako, kaa kwake siku tatu, kamtembelea rafiki yake, kaa kwako siku tatu, lala kwake, kula kwake siku tatu tu utajua hii nyumba ya washenzi shehe, tu ndo anajitia kuswali lakini humu nyumbani hamna kitu, haya majahili matupu yaliyojaa ndani. Kwa sababu familia nyingi wanafanya mazuri pale mzee yupo, akitoka nyumba ni shaghala baghala. Unaweza ukakuta nyumba baba akiwepo watu wanavaa stara baba akiondoka, watu wanapiga vimini na suruali kama kawaida, na mama hana cha kusema. Kwa watoto, mwisho wa siku anasema tu, baba yenu akikuoneni, oh, shauri yenu. Baba yao akiwaona, shauri yao. Baba ana moto, baba ana pepo. Kwa nini usiwaambie Mungu anakataa? Kwa sababu mama hakuzaliwa katika akhalaki, mama hakulelewa katika akhalaki nzuri. Kwa hiyo unajikuta na yeye anawalea watoto vile alivyolelewa kihovyo hovyo tu, kijahili jahili tu. Kwa hiyo mambo ya tarbia, mambo ya malezi, tabia yanajengwa na msingi wa ndoa. Unapotaka kuoa, usitazame hawaa zako za moyo, za nafsi, usitazame uzuri wa mwanamke kwanza, usitazame ma usitazame mali ya mwanamke kwanza, usitazame shepu ya mwanamke kwanza, tazama kwanza tabia na malezi aliyonayo mke, kwa sababu hicho unachokichukua ndiyo tabia na malezi ya watoto wako baada yako. Majuto ni mjukuu, ukioa vibaya umeandaa watoto waovu na huna pa kukimbilia, na kwa sababu wewe ni msimamizi kullukum rai wa kullukum masul an raiyati, yani wewe ni mchunga na kila mtu ataulizwa katika kile alichokichunga. Mwenyezi Mungu hakutazami kwa sababu wewe bosi, kwa sababu wewe tajiri, kwa sababu wewe kiongozi, kwa sababu wewe maarufu. muda ukifika wa maswali ya Mungu utajibu, na ukikosea utakwenda motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu zake, atujalie kuwa miongoni mwa waja wema. Ndugu zangu, malezi ndiyo yanatuandalia viongozi bora wa familia. Mtoto bora anayezaliwa akalelewa na wazazi wake kwa matabia nzuri na malezi bora, huyu atakuja kuwa naye mzazi bora kwa watoto wake. Na ndiyo maana mara nyingi mashehe waliosimama mikononi mwa Mwenyezi Mungu, waliojitahidi kuishi kwa kutafuta radhi za Mungu, basi walizaa kizazi kilichorithi tabia njema, kilichorithi maisha bora, na waliozaa na kuishi katika maisha ya ulevi, ushirikina, uchawi, waganga. Maana kuna watu maisha yao kila jambo, hata akiugua chunusi karogwa. Yaani wako watu duniani, ile uliokuwa unasema shekhe, mtoto akiwa na kipaji anakuwa sharifu, na akiwa sharifu, matokeo yake watu wanajazana kwake kwa sababu watu ushirikina umewazidi, yaani mtu hataki pata chunusi, anaswa kama sio urogi hii itakuwa hasad. Chunusi na hasad vina mahusiano gani? Watu ni washirikina mno, maisha yetu sisi ni washirikina. Hapa saa hizi tukisachiana, kuna watu wanahilizi, wengine wana tarasimu, zina sura ya mtu wako hapa. Mwingine wana miilizi inapumua, yaani allahu akbar, huku anahilizi linapumua akwambia oh mungu huku unajishikilia mungu peke yake yani mungu hawezi ilizi lako ndo linaweza we fala bwege mjinga ilizi unalibeba mwenyewe unalizuia lisinyimwagiwe maji unaogopa watu wasilione linakulinda unalilinda lakini hayo ndo maisha yetu sisi wengi wetu tumekuwa washirikina sasa ukioa wa mke mwema akakuzalia watoto na akawalea katika malezi mema, unamwandaa mzazi mwema. Mtoto wako anakuwa mzazi mwema, mtoto wako atakwenda kuwa mume mwema wa ba wa watoto wake, yani wa mke wake. Mtoto wako atakuwa baba mwema wa wajukuu zako, mtoto wako atakuwa mkwe mwema wa wakwe zake, mtoto wako atakuwa mtoto mwema wa jamii na familia. Mtoto akizaliwa na kukua katika mazingira ya wema hawezi kuwa fisadi, hawezi kuwa chokoraa, hawezi kuwa mwizi wa mali za umma, hawezi kujinufaisha mwenyewe, hawezi kuona maisha ya dunia ni bora kuliko akhera, hawezi kuwa muonevu. Mtoto akiwa muovu, kila uovu anaofanya anahisi yuko sahihi tu ndio wale inafika mahali akipata mamlaka na madaraka, ukifanya jambo anakuuliza we unijui mi nani? Uona, unanijua mi nani? we nani? simania babako tu, una jingine jipya zaidi ya hilo? Lakini anakuwa ni mtu ambaye anatisha watu, a anaonyesha watu mabaya. Mtu mwema ni yule ambaye anataka kila mtu apate nafasi na haki yake, kila mtu anapata wajibu na jukumu alilonalo, na anaishi kwa amani yake. utu wake ana uheshimu mtu mwema, anaheshimu utu wa kila mtu. Mtu mwema anaheshimu thamani na daraja ya kila mtu, lakini mtu mwovu anachagua watu wa kuamiliana nao wale anaowakontrol na kuona wanafaa ndo anawaweka kwake, wengine anawafanya kuwa maadui. Ndugu zangu, nisije nikaleta kisa cha mwazima jamvi na mtu aliyekwenda kuswalisha msikitini. Mawaidha yameendelea, anamwona mtu mbele analia na mwana asema, nyii mmeshika mawaidha sana, maana mpaka mnadondosha machozi Ambia shehe, mi hata sili kwa sababu ya mawaidha yako. Huo mswala wenyewe ulio ukanyaga hapo wangu, mwanangu analia njaa, na mi siwezi kukwambia acha. Ni, nisaidie tu mswala wangu niende shehe. Anaangalia chini kakanyaga mswala, kama ulionikanyaga mimi, kumbe ndo ilivyo. Sasa tusimalize muda watu wakawa wanachoka, maana tatizo wakati mwingine unaweza kupendelewa kitu ukaona kaa haki yako. Bi Aisha naye alipopewa hiyo siku, kuna siku akaumwa mtume, kalala kwa Aisha na siku ya pili analala kwa Aisha kwa sababu ya zamu ya bisada. Sasa Sauda naona mke mume wangu anaumwa, ngoja nikamuone. Kaondoka paka kule, akamkuta mtume ananyoshwa uji na bi Aisha. Aisha akamuuliza kimekuleta nini huko? si ungekaa kwako? akachukua bakuli la uji akamwagia kwanza Hebu rudi huko, mtume akamwambia, wewe acha mambo yako kwanza, iza mwenyewe kakupa, afu naita jeuri. Mtume alikuwa mwadilifu, akamshika Aisha, akamkunja mikono, akamwambia, na wewe chukua bakuli ya uji mwagie, alafu nenda nyumbani kwako. We, mkeo mdogo hataki guswa, unatukana mpaka ugomvi. Kuna mijitu mibwege kwa wakezao wadogo, unaweza kuambiwa mkeo mdogo anakuchomokea ana anabwana anamtoka naye, asema yule hawezi kutoka yule, kwani malaika huyo we? Mjinga wewe, ukiambiwa jambo chunguza kwanza, usiseme tu haiwezekani. Alokuambia kwa mwanadamu kuna kitu hakiwezekani nani? Kwa hiyo kuongeza wajane ni vizuri, mjomba, kama utafanya maarifa na kuongeza mmoja katika